Kwa upande wangu mimi Sauti Tajiri, kuna niwaambie tu kweli kwamba nimekosa muda wa kufuatilia au kuzungumza chochote kuhusiana na Pi Network kwa sababu nimetekwa na Quantum Wallet. Nadhani wapo wanaoifahamu walioona ni scam, na wapo wanaoifahamu wanaifanyia wana kazi. Kwa hiyo hiyo kampuni au wallet mpya iliyokuja, wameniteua huko kuwa balozi wao. Sasa wananilipa vizuri kila mwezi tarehe kumi na tano. Kwa hiyo nimekuwa bize sana kuangaika na mikutano ya nje, kuangaika na kupeleka misaada kwa wazee na wa vijana, maana hiyo hiyo wallet wadhamini wake wana kundi lao la kusaidia wenye shida. Kwa hiyo sasa nimekuwa busy mno, nakosa muda wa kufuatilia kiundani mambo kuhusiana na Pai. Na maini kishamaliza kumaini, naendelea na safari. Kwa sababu gani nimeamua kuenda kutafuta sehemu niwekeze nipate fedha? Pai sio kitu cha kusubiria au kutegemea upate hela ya kula leo. Ukiegemea kutazamia pai upate hela ya kula leo, utaumia. Tangazo likiwekwa kwenye dashboard kama hivi, likopi, peleka Google, tafuta transaction yake iangalie inasemaje, maliza, endelea na safari. Dr. Kibona yuko bize anatafuta pesa za kukidhi mahitaji yake siku zote. George Solo zinge hivyo hivyo, na na hata, hata Master Aboji tupo naye kwenye Quantum Wallet, na yeye yuko busy anatafuta fedha za kukidhi mahitaji yake. Kwa hiyo sasa hivi kila mmoja kasoro zinge zinge, anapataga muda analeta update za ndani za mambo yanayoendelea, mara moja moja, sio kila siku kama ilivyokuwa zamani. Sasa kila mmoja sasa hivi yuko busy, ni wapi niangalie nipate fedha za kukidhi mahitaji yangu ya kila siku, kwa sababu Pai ni mfumo mkubwa ambao sio wa kusema kesho nitaula, kesho kutwa nitaula. Tumekuwa tukisema hivyo tangu mwaka elfu mbili na ishirini na tatu mpaka leo, na hakuna tarehe ambayo imeshatangazwa kwamba ni open mainnet ni kesho. Kwa hiyo kila mmoja Aende aka akaongeze kipato chake. Ukipata kazi, kafanye. Huna kazi, tafuta kazi. Fursa sasa hivi nyingi zimehamia mtandaoni. Pia ukiwa na dola hamsini tu, fursa zipo nyingi za kuweka na kupata huku online za kudumu, sio scheme Kwa hiyo ndugu zangu, msione sauti tajiri yuko kimya, ndio hivyo. Maini pai ukipata update shukuru Mungu, hujapata pia shukuru Mungu. Open mainnet ikitangazwa wote watarudi humu. Sasahivi wako kimya, lakini baada ukiona tu tangazo limetangaza the application kuanza kazi rasmi wote watakuja. Um, lakini pia kitu kingine ambacho kimenikiubize sana ni kwenye grupu langu la mafunzo. Watu waliokubali kuingia kwenye grupu langu la mafunzo, natumia tena nguvu nyingi kutafuta kuwafundisha nakuwaelewesha mambo mbalimbali mbali. Kwa sababu gani? Siwafundishi tu kuhusiana na Pai. Nafundisha kuhusiana na cryptocurrency, basic yani mambo ya muhimu kwenye cryptocurrency yote. Nafundisha fursa mbalimbali zilizoko kwenye cryptocurrency zote ninafundisha holding coin zenye nguvu zote ninafundisha. Kuna watu ambao hawajui hata kudeposit kwenye exchange, hata kuwithdraw hawajui, hawajui, hawajui kuconvert, hawajui kuswap ni kitu gani, mambo hayo yote ninafundisha kwenye group langu la mafunzo. Kwao niko busy sana na siwezi kuyaleta mafunzo hayo kwenye, kwenye magroup haya ya watu, bidi niwe na group langu Lenye sheria zangu na utaratibu wangu ninavyotaka mwenyewe. Kwa hiyo msituone bize, tupo tunafanya kazi. Tupo tunapambana, tunapambania maisha yetu. Baada tu ya kuona mwanya wa mafanikio ba pen minute ikatangazwa media application ikatangazwa kuanza kufanya, utaanza kuona watu wataongea huku kama cherehani kwa furaha, maana unakuwa na uhakika kwamba siku fulani maisha yamebadilika. Hiki kitu fulani nachokifanya temporal, nitahama hapa, nitahamia juu zaidi, lakini kwa sasa mambo yako hivyo. Nashukuru na hakika mtakuwa mmeelewa.